Yani, miongoni mwa ibada ambazo wafanya ibada huku ni raha ni ibada ya ndoa ni starehe. Na Mtume saa sallam aliwashangaza masahaba pale aliposema, wa fi budhi ahadikum sadaqa, na kwenye tupu ya mmoja wenu pia kuna sadaka. Yani tupu ya mmoja wenu ya mkewe kuna sadaka. Ah, masahaba wakashangazwa wakasema

kama kule apata dhambi, huyu anaendea shahawa zake, matamanio yake kwa mkewe, huyu apata ujira.